Shalom tena mwana wa Mungu. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Uh, tuendelee na zoezi letu la umuhimu wa kufanya kazi. Yaani ni mwezi wa kuhamasisha na kufanya kazi kama mwaka jana tulikuwa legelege tukakosa kufanya baadhi ya kazi. Mwaka huu ni mwanzoni kabisa wa mwaka, uh, tusiwe kama ambavyo tulikuwa. Ni lazima tuweze kufanya kazi, tuweze kuprovide for our families. Tuweze kuprovide kwa mtu yote ule mwenye uhitaji hapo, ni kazi ndio ambayo itatusababisha, kwa sababu kupitia kazi tunaleta mafanikio, kupitia kazi um, tunapata pesa ma mapato ya kuweza kukidhi mahitaji yetu. Leo tutaangalia mistari miwili uh, ambayo ni Mithali kumi na nane ule mstari wa tisa. Neno la Mungu linasema yeye naye aliye mvivu katika kazi yake ni ndugu yake aliye mrahabu. Yeye aliye mvivu katika kazi yake, kumbe bibilia huwa haitaki watu walio wavivu. Bibilia inatupasa sana, inatuhasa tufanye kazi uh, kwa bidii, na ndio maana anasema ya kwamba yeye aliye mvivu katika kazi yake ni ndugu yake aliye mrahabu. Hapa mrahabu, ukisema kwenye tafsiri nyingine na za Kiingereza na hizo nyingine, ni mharibifu, ni ndugu yake aliye mharibifu ya mharibifu. Kwa hiyo kama wewe ni mvivu, jua ya kwamba ni mharibifu, kwa maana kwanza hutumii nguvu zako, hutumia akili ya kufahamu wako maarifa yako, sawa sana ulivyopewa, kwa sababu vitu hivi hatukupewa tu kwa ajili ya kukaa. Hukupewa nguvu tu ukae, hukupewa uh, maarifa uache kuyatumia, hukupewa akili uache kuichakata. Nifanye mambo kwa namna gani? Kuna fursa gani? Kuchungulia huko na kwenda uh, kufanya kazi, na hata pale ambapo una kazi na unaifanya um, Ndivyo sivyo, ninamaanisha kwamba una, una kwa ulegevu, yaani unaifanya kwa ulegevu, kumbe wewe ni mharibifu. Kwa sababu kama kuna sehemu ambayo litakiwa kupata mapato na maana yale mapato huta yapata tena. Kama ni sehemu ambayo kulitakiwa labda, kwa mfano ni mkulima, anatakiwa alime ili majani yasiote, ukalima kwa uvivu, ma, ma, majani yanazidi kuota, yanazidi uh, uh, kimo cha mazao hapo, yale mazao yataharibika. Ndio maana tunaambiwa kumbe, mvivu ni sawa na mharibifu. Sasa basi sisi tusio wavivu na tusio ni waharibifu tufanye kazi kwa nguvu ambazo tumepewa na Mungu, tufanye kazi kwa maarifa ambayo tulionayo kwa ufahamu ulio mzuri sana na akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda pia kusoma katika kile kitabu cha Methali sita sita kuna kitu pia anazungumza pale, anatuambia tukajifunze, tujifunze kwa nani huyu? Bwana Yesu asifiwe sana, ni kwa nani ambaye tunaenda kujifunza Aha, anasema Mithali sita sita anatuambia, ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake, ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Bwana Yesu asifiwe sana, tukajifunza kwa chungu. Chungu ni, ni, ni, ni, ni aina ya siafu wakubwa kubwa hivi Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu hawana kiongozi, lakini sisi tutashangaa kwamba kufanya kitu kazi lazima tuwe na kiongozi yaani, tukija pale tukisimamiwa hivi, bosi akija pale ndio tunajitutumua, bosi akiondoka uh, relax unafanya kazi uh, kwa ulegevu. Tumeomba tujifunze, ukiwa mvivu huna muda kuweka akiba. Unaweka akiba wakati gani? Kwanza ya akiba unaipata wapi? lakini huyu chungu huyu siafu hana akida hana mkuu hana nini, lakini anajua uh, wakati gani nifanye nini, huu ni wakati unatakiwa niweke chakula ndani, akiba. Na ndio maana unakuta kwamba watu wengi hatuweke akiba. Sio kwamba uh, hatubarikiwi, sio kwamba hatuna, lakini hatuna utamaduni wa kuweka akiba. Na ndio maana kikitokea kitu tu uya safarini. Kwa nini tuna safa? hatuna utamaduni wa kujiweka akiba. So kwa siku hii ya leo tufanye kazi, tujifunze kwa huyu siafu ambaye hana msimamizi. Yaani, usifanye kazi kwa sababu kuna uh, msimamizi yuko pale. Usifanye kazi uonekane kwamba nafanya kazi. Most of us uh, tunafanya kazi ili tuonekane, na matokeo yake ndo haya hayatupi uh, mafanikio tunayoyataka, kwa sababu yule mtu unemwangalie ili ufanye kazi, asipokuwepo fanyi productivity inakuwa low pale kwa, tuweze kujisimamia kama huyu chungu, tujifunze mb, tujisimamie sisi wenyewe. Tunapojisimamia sisi wenyewe, ndio tutaona mafanikio. Hata kama ulikuwa umeajiriwa, ukiondoka ukienda kwako, utafanya kazi vizuri sana, lakini kama ulikuwa umeshazoea kusimamiwa, hata ukitoka kwenye kuajiriwa ukienda kujiajiri, matatizo yatakuwa pale pale. Kwa siku ya leo, tusio wavivu tujifunzi kuweka akiba, tutumie uh, nguvu zetu. Tusio waharibifu, waharibifu hususan kwa tulioajiriwa, muda hatutumii vizuri. Yaani unakuta tu tunafika ni simu tunachezea. Mi sikuambia usishike simu, lakini kwa wakati gani? Yani mtu ukikaa kazini, uh, kama ameajiriwa masaa nane masaa sita ukimwangalia sana, all the time scrolling na kadhalika, unatoka unatoka, unaingia, unaingia

Inabidi tena ukachukue tena simenti ukanunua tena kokoto ili uweze kuikoroga tena, kwa kuna vitu ambavyo hatutakiwi kusubiri, tunaleta uharibifu kwenye maisha yetu, tunaleta uharibifu kwenye kazi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana, na Mungu sana awabariki. Amen.